Na watumishi wake wote na askari wake wote na wajusi wake wote na watungaji wake wote kwenye ngumbi za za za... wengine wanasema sio makanisa ni ngumbi, wako kwenye ngumbi tu, sio makanisa, kwa sababu makanisa yana milongo mingi. Makanisa yana milongo mingi sana. Kuna kufungisha ndoa kwenye makanisa na kuna kuagiza, kuna kubariki, alafu kuna ku kuwekesha na kutoa manake

Acha kuendesha gari kwa sababu, tukifika mahali tukashindana kabisa. Maana wao wanataka kunipa kila kitu, lakini mimi sitaki kila kitu chao sitaki, yaani kichwa waficha kuwaonyesha kanisa.